Nam, tuko majira ya saa tisa saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni kumi Afrika ya Mashariki. Hii ni Baraka One TV, na mimi ni baba la baba mzee wa Ngwaso Marajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ambaye kuna kurushia haya matangazo, kuna vitu ambavyo utabidi kwanza uweze kuvisikiliza hapa, kisha akua kukazia na yale ambayo yako naendelea kwenye uwanja wa mapigano kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uh, magaidi wa m ishirini uh, na tatu, ikiwa ni kusini mwa jiji la Uvira, hali siyo shwari, hali si shwari uh, mambo yanavurugika kabisa. So ilikuwa kwanza kupata habari zetu, a moto like, pia subscribe Baraka One TV. tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. kutokana na vita ambayo iko naendelea eh, kusini mwa jiji la Uvira, huku taarifa nyingi nyingi, habari nyingi nyingi, watu wengi wengi, wakitoa takwimu zao kulingana na yale ambayo eh, wako wanayajua, ambao wanayasikia. Lakini katika yale ambayo tunazungumzia ni hii vita ya Uvira, tutamsikiliza pia Dragila akizungumzia hali yenye iko na nazidi kufanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vikosi e, vinakuwa viko imara kuendeleza mapigano na pia kuna jumbe zingine nyingi ambazo tutakuja kuzisikiliza kuhusiana na yote ambayo yako yanafanyika DRC. Tuanze na hili swala la, la M23. Na, kuna vitu hapa ambavyo tunatakiwa tuko, tuna, tunaambiana ukweli na kama hatuambiani ukweli, basi tutakuwa tuko tunafanya kazi moja ya hovyo sana. Walitoa tangazo, walitoa communique ambayo ilifanyika jana tarehe 28 wao walisema kwamba walitoka Uvira na, na nilisema kwamba nitakuja kusoma hili tangazo hapa uh -huh. kisha nitalizungumzia kidogo afu tutasikiza majumbe mbalimbali kulingana tu na hali ya usalama iko, um, mise au point de la FC M23 c'est si la situation actuelle qui prévaut dans la partie sud sud de la province du

démocratique pour la libération du Rwanda FDLR et des milices dites wazalendo ont procédé à une grave provocation militaire. Wanasema M23 wanaitaarifu jamii e, ya kitaifa pia na kimataifa kwamba vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiungana na wauaji FDLR pamoja na wazalendo waliweza kufa, uh, waliweza kuleta machokozi makubwa ya kivita ambayo yalisababisha uh, maafa makubwa Le régime illégitime de Kinshasa a utilisé les drones et l'avion Sokoi piloté depuis le Burundi pour opérer des bombardements aveugles dans les zones densément

umeweza kutumia ndege zilizokuwa na rubani na ndege za kivita ambazo zinaru, zinarushwa kutokea Bujumbura, ambazo ziliweza kusababisha kupiga mabomu ambayo hayaoni maeneo ambako kuna watu wengi e, kama vile Katongo, Kigongo, Kala, Kiliba e, kwenye maboti ya kiraia na ambazo zinafanya uh, biashara zake za uchukuzi kihalali halali kabisa poro ya Kalundu ndani ya mji wa Uvira na hivyo kuweka maisha ya wananchi hatarini. Sasa ndio nakuja kuamini, sasa kumbe M23 alanswa vikonguo ni wahongo, yani ni bamanipilateri moja ya hatari. Unaona hii hapa <laughs> watu ni wamanipilateri wa kama hauko ku uh, uh, si ukisoma matangazo yao unafikiri kwamba ni ya kweli, kumbe ni waongo moja wote. Aya, watu wa Uvira mtuambie, Katongo mtuambie, bombe gani yenye ilipigwa katikati ya watu ikaua watu. Aya, mtuambie hizi bombe zizipigwa kuporo ya Kalundu ziliingia fasi gani? Aziko zile speed boat mbili za kijeshi za M23 ndo zenye zilikuwa sible, lakini wanasema kwamba wako wanapiga kwa watu, maboti ya watu <laughs> Eee... Ah! Jamani, hakuna watu wa hongo mashetani kama watu kabisa. Hivi vyote vinaandikwa hapa, tuko si leha, tuko tunaona aikoaseme utaambiwa vya Nord Kivu vyenye auone. Hivi hapa tuko tunaviona vyote ambavyo vimeandikwa hapo juu ni vya uongo mtupu.

d'instaurer un climat de terreur et de chaos au mepris de toute consideration humanitaire. Banasema ongo mishirini na tatu wanalahani kwa kiwango kikubwa mambo yasiokuwa ya msingi ambayo yanavunja haki ya kimataifa ya binadamu na hivyo kuweza kusababisha kuwaweka raia kwenye hali ngumu wanapatikana na jiji la Uvira kuweza kulenga e, maboti ya raia wa kawaida, pia kulenga sema ambao kuna watu wengi. Inaonyesha kwamba serikali ya Kinshasa kabisa imefanya hivi makusudi na hivyo kuweza kuleta hali isiyokuwa nzuri na kuvunja pia misingi ya kikawaida ya haki za binadamu. Huu ni uongo mtupu, uongo mtupu mtupu. Alliance M23

Anas vikongo inabakia tu pale pale kutaka suluhisho la kisiasa la amani, kutokana na, na mambo ambayo yako yanaendelea leo, kwa kufuata mikataba iliyosainiwa Doa. E, mashambulizi yanayofanya yanaleta hali isiyokuwa nzuri, na inaoneka kwamba ni kukataa kabisa kwa serikali ya Kinshasa kutanguliza, e, kukataa kwa serikali ya Kinshasa kutanguliza mazungumzo na amani.

Situ mpromise nafikiri yo, yo, yo, yo, yo. So, uh, ndo umesoma hii taarifa yao hiyo wameitoa le 8 kisha walidanganya Etats-Unis na Nations Unies kwamba washatoka wa Muvira wana wanajingiza mumtego wa wenyewe Muvira, omi komunike iko masonge kumikiyeko masonger amna kitu chote y yote, wanasema mu ni uongo mtupu. Hakuna ndege ya FARDC drone yenye ilipiga mu watu hakuna, hakuna, hakuna, hakuna ni uongo ni uongo ni uongo mtupu. Hu jamaa anaitwa Laurent Kunda, wengi mnamfahamu alizaliwa sehemu panaitwa uh, um, uh. Jina lake la kuzaliwa anaitwa an, Uzue Rankunda Bantwari, alizaliwa lisi Februari 1966 Ruhengeri, Rwanda. Alipatikana Congo 19 Septemba 1970. Wazazi wake walikimbia Rwanda na kuja Kongo kufanya kazi kwenye mashamba maeneo ya Ruchuru na wakabakia pale eneo eneo ambako wanaita Matanda North Kivu, ile ikampatia yeye kujita kuwa Kongole. Bizima Kara, jina lake la kuzaliwa anaitwa Bizima na Kara Muheto, alizaliwa sempa anaitwa Huye Rwanda mwaka 1959, na, na wazazi wake e, ni wakimbizi ambao walikimbia Zaire kutokana na vita iliyofanyika Rwanda mwaka mwa 1999 na sabini unaona, hadi mwaka elfu moja mia tisa na sitini vita ya Gregoire Kaibanda ambayo iliwakimbiza Watusi wazazi wake wakakaa Uvira, Sud Kivu mwaka elfu moja mia tisa na sitini na mbili baadaye yeye akazaliwa mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tisa akajita naye kuwa ni Kongore. Hii ni baadhi ya temwenyaji ambazo Uh, watu wanatakiwa wawe wako nazo, watu na, na, na, na, tusikize hii message ya Augustine Kabuya husiana na Muteba, mambo ya upuza ambayo yuko nafanya. Pia tutamsikia Dragila kwa hali ambayo iko naendelea. Pia tutasikiliza eh, baadhi ya viongozi wa Rwanda ambao wamepiga sanction pia na M23. Nafikiri ni mambo ya muhimu sana pia tutasikiza eh, Hani tutasikiliza hali yenye iko inaendelea e, sehemu mbalimbali kwenye uwanja wa mapigano. E, vita haiko Uvira tu, iko sehemu mbalimbali Ruchuru, Masisi, pia mapigano yanaendelea huko, pia mateka wakiwa wako wanashikwa. Nafikiri ni jambo la muhimu sana, tusikilize hizo, halafu ndio tuje tumalizie kupitia Baraka1 TV. kwenye shamba la mapambano, ukipambana na adui, unaweza kuambia nini raia wako? Maana raia wana hofu kubwa, na huku wewe ukipambana, vipi waendelee kukimbia, aidha bado wana matumaini ya kufika Uvira? Matumaini wakuwe nao, tunaingizana Uvira kwa muda mfupi tu, na wanaona kila kitu ile niko nayo vyombo ya kazi ya maji, mimi nikaanda mm. sahili ubaleni Naam, unapambana kwa kutumia eh, ukanda wa maji. Sasa wewe kweli kabisa utaweza kabisa kukizi na kuweza kufika Uvira ili kuwakomboa wananchi wanaopatikana Uvira. Njia ya maji ni baridi, njia ya maji ni baridi. je, mwenye mwenye mwenye maji na njia zote mnaziona. Hii e, ni MPRV ndio nayo siraha zingine ziko pale MPRV, zingine zipo na zingine niko nazo hapa mbele, atuyafika Makobola hapa nani hapa. <coughs> ya... tuko Munene, Kasekezi, Kasekezi. Naam, sasa a, kwa hapa Kasekezi na Uvira, unatakiwa kufanya vita masaa mangapi ili uweze kumpiga adui na kumfukuza? Ni kwa muda mfupi. Kwanza kesho tunapaswa ingizana Uvira, kesho tunapaswa ingiza na Uvira. Uvira, kwa ra, ujumbe wako kwa raia wako na serikali ambayo inakusimamia ina, tunasemaje? tunatumika umoja na serikali, na hatuwezi tumika kinyume ya serikali. Na kazi tunatumika hapa liko kunjia serikali na serikali, tuna tunatumika nao pamoja kulingana na mambo ya inchi kavu na maji. Tuko pamoja na jeshi ya serikali ya maji RDC.

na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Ulikuwa unasikiza kwa saa tisa hii kupitia habari na maelezo yako Baraka One TV, na mimi ni ndugu yako The One and Only Town DJP Baba la Baba mzee e, e, wa Ngwasu Marajabu Akili Kabonga. Kumbuka operation Sadia Mzalendo bariko inaendelea, eh, tuungane wote kwa pamoja tushirikiane jamani, ili tuweze kusaidiana na ndugu zetu ambao wako wanatuangana kule kwa ajili yetu, eh, eh, tuungane tushirikiane ile kidogo kidogo, si kidogo tu, wa support watu wetu wa nguvu ili tuweze kukaa vizuri. So ni hivyo mengine, tukutanani majira ya saa kumi na mbili ambako tutakuwa na mengine pia ambayo tutasikiliza kulingana na hali yenye iko na endelea ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye, bye.